Tumeitisha mkutano huu wa dharura, nafikiri ilikuwa kama saa nane na nusu tukitangaza saa sa, tisa sa, na nusu. Kwa umati huu ni mkubwa sana. Kwanza hatukuandaa kwamba tutaitisha kikao, lakini tumeona hali inayoendelea, sisi hatuwezi kupiga ramli kueleza kitu ambacho sisi wenyewe tumekitoa mtaani. Lazima tuje kwenye kikao rasmi, kwa sababu lengo letu tunahitaji kufanyaje kujenga mimi nilipokea taarifa ya kwanza ikiwa pale Kaitaba ikihusiana na biashara kwamba zinafungwa pale maeneo ya mtaa wa Buwasa pale. Sasa nikafanya jitihada, nikampigia simu kaimu mkurugenzi, kwenye katika kuwasiliana nikamwelekeza duka fulani kwamba wamenafunga sasa hivi, lakini nikawaomba nipate ushahidi baada ya kuzungumza wakaondoka. Sasa walipotoka huko ndio wakaja Kashai kashais Kashai, sikujua. Mfanyabiashara mmoja akanipigia simu muda saa moja na nusu za jioni akasema, mwenyekiti, mbona huku kunafunga funga? Sasa nilikuwa sijafungua WhatsApp, kufungua WhatsApp kwenye grupu la jumuia wafanyabiashara nikakuta taarifa imewekwa pale kwamba, jamani, haya mazingira yakoje? lakini hata pale nilipokuwa, yupo kiongozi kabisa mkubwa, ni shehe kabisa, ah uh, no sio shehe ni, ni aliaji kabisa na ni kiongozi kabisa wa dini, akaniita tafadhali, na shida na wewe, nikaenda pale kaminamia, sema jamani, hivi kwetu nafika huko mimi naitwa TAKUKURU nafanya nini? Akaeleza mambo, mkajisikia vibaya sana, hasa kwa sababu ndio zikuwa taarifa kidogo zinakuja. Sasa tukaanza kufanya uvumilivu kwanza. Sasa baadae nilipofika hapa nikaenda kushuhudia ngawa kweli, kuna baadhi ya maduka yamefungwa. Bahati mbaya sana sikuwapata kwa haraka wale waliofungiwa. Sasa nikaichukua kama kama kama changamoto sasa, wakati na, nafanya uvumilivu ili mpate maelezo ya kina, ndipo ambapo ilikuwa inaangukia Jumapili. Jumapili ikapita, maduka yamefungwa. Jumatatu nikaangukia manispa mwenyewe kwa mguu nikafika idara ya biashara tukazungumza, kwa sababu wale pia hawakuwa na majawabu ya moja kwa moja, kwa sababu mkurugenzi mwenyewe hakuwepo, ambayo ndio jana. Nikiwa pale wakawa wanaenda kuhudumia wafanyabiashara, kwa maana wanaotaka leseni wanaotaka nini, lakini vile vile mtandao ukawa ni unasumbua. Hali ile mimi ikanipa changamoto, lakini wakati napokea taarifa siku ile, kuna wafanyabiashara walienda kulipa, walihitaji kulipa sasa wasiwasi wangu ukawa sehemu moja, kama mtu anaweza kulipa, kwa nini asilipe? Wakasema mtandao wa kulu kuangalia zaidi, ni siku maalum kabisa ya kumbukizi katika nchi yetu, ni muungano, siku ya muungano wa Tanzania. Ilinisikitisha sana, lakini nikajiuliza, mbona kuna vitu vinafanyika ambavyo pengine havina A, a, a, a mazingira ya usalama kwenye maeneo yetu, sababu zile ni ofisi zetu kama ofisi za wenzetu ambao wanafanya kazi. Sasa ikabidi nifanye uvumilivu, lakini taarifa iliyokuja nyingine, ikabidi sasa nifike kwenye site. Nimefika site kakuta, sasa hata kinachotozwa hatukijui hata tujui rate kwa maana ya ya, ya zile ule ushuru ambao umepanga ume hatujui sisi ni viongozi, hatujui kabisa. Hii walipanga nini? Wanasema mfumo. Mfumo ni nini? Mfumo ni nini? Nani alipeleka hizo rate kwenye mfumo? Hatuna taarifa. Sasa najaribu kidogo kuchokoza mada ili watu wote tuelewe, kwa nini sina hali tumetia mkutano huu. Mimi jana nika approach mfanyabiashara mmoja, uniambie ukweli kama hujalipa chochote, akasema nilichukua pesa nikampa mtu nikamwacha vielezo vyote anisajilie kampuni na leseni lakini mtandao ulikuwa na shida zaidi ya wiki nzima vizuri sasa nikasema hapana mimi natoka manispa naomba sasa hivi nikampigia yule bwana aliachiwa sajili leseni sasa hivi nione kama mtandao ufanye kazi akasajili leseni baada ya kusajili leseni naye biashara yake ni- ni, ni, ni, ni electronic money transfer ambayo reseni yake ni shilingi 80. Sasa wale walio kwa kwenye kikosi kazi, tukaanza ubishi baada ya kupata reseni. Nikasema aha, kwenye kikosi kazi mimi nawafahamu mtu wa mapato, mkatia service levy. Sasa tukaanza kama vile kubishana, na mkatia, inatokana na, na nini ambavyo reseni ya 80 flat rate ni 20. Baadaye tukafika pale nikaona wakubwa zake kwenye kikosi kazi. Kwenda pale au kutaka kunisikiliza, wakanijibu walivyoweza kujibu, lakini nikasema kufunga biashara hivi ndio kupata pesa. Ndugu zangu naomba niwaambie kwa kweli, ukifungiwa biashara, unaweza kuchukua pesa hata shilingi 1000 utakakopa. Inawezekana? Sasa baada ya kuishia hapa, naomba Mheshimiwa Katibu usome waraka ambao ni maazimio ya serikali na jumuiya ya wafanyabiashara ya mwaka uh, ya mwaka 2024 tarehe 27 mwezi wa sita. Naomba katibu soma kwa sauti watu watu wasikilize tua, afu tuanze pale, tuanze kuchangia. Baada ya hapo mimi nitaconclude kwa nini nimewaitisha kikao na tunakwenda kufanya ni na taarifa zetu ziko wazi. Sisi mambo yetu tunaongea wazi, wala hapa hakuna mtu kwamba anakwenda kuogopa kwa wala atendi kumjadili mtu yoyote. Tunajadili issue na adha ambayo tuko nayo na namna gani tutaiondoa, na mimi hapa Kabla za kutoka meza hii lazima tupate maazimio, kipi kifanyike ili biashara zifunguliwe. Umenipata vizuri, ndugu zangu wafanyabiashara? Mmenielewa? Lazima tufanye biashara kwa halali na lazima tulinde mitaji yetu. Tunalinda nani mitaji yetu huku huku, mitaji inafungwa. Sasa katibu, naomba usome, soma yote, ukimaliza sasa tuongoze kikao, baada ya hapo tupate kitu gani, sasa tunapendekeza.